Nani anamjua mtu aliyeuliwa na Mtume? Ni mpe zawadi. Wa vijana, sio wazee, vijana. Nani anamjua aliyeuawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni mpe zawadi. Tampa alfu hamsini, leo iftari yake itakuwa nzuri kabisa. Katika hadithi Mtume anasema usitizame kwenye Google usi, usi, kwa sababu watu uspizi wanaanza kila kitu anaangalia kwee. Tumia kichwa chako sasa, elimu uliyoisoma eh? Mtume sema sharru nasi man qatala nabiyyan au qatalahu nabiyyun, sema mtu mbaya kweli kweli ni yule aliyemuua mtume au mtume kamuua huyo mtu, mpaka ifike mtume akuue, We ni mtu hovyo kabisa, kwa sababu mitume sio kazi yako. Ili swali inaonekana ni zito kweli kweli, ni zito sana, kwa sababu hampendi sira ya bwana mtume Muhammad.